Naitwa Dr. George Mgode kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine kitengo cha utafiti wa viumbe hai waharibifu. Tuko hapa kuonyesha teknolojia mbalimbali ambazo zinasaidia zaidi katika kuimarisha afya ya binadamu. Panya unaoona mbele yako ni panya buku ambao wamefundishwa kutambua ugonjwa kifu wa kifua kikuu kwa haraka zaidi na kwa uhakika zaidi, naweza kusema, kuliko teknolojia yoyote ambayo ipo kwa sasa. Huyu panya amefundishwa kutambua ugonjwa wa kifua kikuu kutoka kwenye makohozi ya binadamu anayeugua ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa hapa Tanzania, kifua kikuu kinapimwa kwa kutumia njia ya hadubini ambayo ina uhakika mdogo, na kuna njia nyingine ambayo ni ya kisasa zaidi inaitwa GeneXpert lakini ni gharama zaidi. Mashine moja ina gharimu karibia milioni 40, na kila kohozi litakalopimwa kwenye njia hiyo ina gharimu karibu shilingi elfu ishirini. Lakini huyu panya ni njia rahisi zaidi. Ndani ya sekunde moja panya anaweza akawa ametoa majibu kwamba huna TB na kwa dakika ishirini panya huyu anaweza kupima wagonjwa paka mia moja hamsini ambao kwa kutumia njia zilizoko hospitalini ni kazi ya kumchukua mtaalamu wa maabara wiki nzima. Kwa hiyo kwa kutumia teknolojia hii, tunaweza kupima wagonjwa wengi kwa haraka zaidi na kwa uhakika zaidi, hivyo kupunguza tatizo la ugonjwa wa kifua kikuu nchini mpaka sasa tuna coverage kwa hapa Tanzania tuna hospitali 28 mpaka sasa hivi, lakini bai mwishoni mwa mwaka huu tutakuwa tumekava hospitali zote jijini Dar es Salaam ambazo zinahusika na kupima kifua kikuu, na tunahudumia pia hospitali za mkoa wa Pwani, Morogoro na tuna mpango wa kuekstendi mpaka mkoani Dodoma, na kuna nchi zingine ambazo pia zimeadapti teknolojia hii. Inatumika kwenye jiji la Maputo na bai mwishoni mwa mwaka huu panya hawa watakuwa wanatumika Addis Ababa huko Ethiopia. Teknolojia inazidi kukua na kunufaisha watu wengi zaidi, kwa maana katika bara la Afrika ambalo lina nchi nyingi hasa zilizoathirika na ugonjwa wa kifua kikuu, upimaji wa kifua kikuu, tunasema karibia nusu ya wagonjwa wa kifua kikuu wanapokwenda hospitali wanaambiwa hawana ugonjwa wa kifua kikuu kwa sababu ya uduni wa teknolojia zinazotumika, lakini panya huyu anaweza akapata mpaka asilimia 40 miongoni mwa zile sampuli ambazo zilionyesha kwamba hazina kifua kikuu hospitalini. Mpaka tumeanza mradi huu, tumeweza kufik, kutambua wagonjwa zaidi ya elfu kumi ambao walikuwa na kifua kikuu lakini hospitali hazikuweza kuwagundua. Tunadhani huu, tunaamini huu ni mchango mkubwa kabisa wa hii teknolojia, maana watu elfu kumi kwanza wangepoteza maisha wangeendelea kusambaza ugonjwa wa kifua kikuu ambao ni kupoteza rasilimali ya taifa, hasa taifa hili ambalo tunataka kwenda kwenye uchumi wa viwanda, tunahitaji watu wenye afya njema zaidi. Hii teknolojia imegunduliwa hapa Tanzania kwenye chuo kikuu cha Sokoine tukishirikiana na watafiti kutoka chuo kikuu cha Antwerp nchini Belgium, lakini hii teknolojia ni ya nyumbani hapa Tanzania, iwe ya kugundua kifua kikuu au TB na pia kuundua mabomu ya aridhini ni hapa Tanzania. Huko kwenye nchi zingine inakwenda kwa ajili ya matumizi tu. Ah, huo ndio mtazamo ambao watu wengi walikuwa nao wakati huu mradi unaanza. Walidhani teknolojia itachukua nafasi za vijana, lakini ni kinyume chake. Huu mradi kwa sasa hivi unaajiri karibia vijana 80 wanaohusika na huu mradi. Kwa kuwa hii teknolojia haijaidhinishwa na shirika la afya duniani, kwao bado tunawahitaji hao wataalamu kwa ajili ya kuthibitisha zile sampuli ambazo zimeonyeshwa na panya, zinathibitishwa na teknolojia zilizothibitishwa na WHO kabla mgonjwa hajaanza kupata, kupata matibabu. Kumfundisha huyu panya, unahitaji kuwa na walimu kama hao unaoona mbele yako. Hizo zote ni fursa za, ni fursa za ajira. Hii teknolojia inapokuwa adopted kwenye nchi nyingine hizo nchi zinatuma watu wao kuja nchini kujifunza hii teknolojia, na hao watu wanafundishwa na vijana wa Kitanzania, na bahati nzuri, kwenye hizo nchi kunakuwa na vijana wetu ambao wanakuwa kama masupervisor, kama vile tu tunapo adopt teknolojia kutoka nchi za kigeni. Tumeshuhudia hizo nchi zikileta wataalamu wake kuwa wasimamizi wa matumizi ya teknolojia, na sisi ndivyo inavyokuwa kwa hii teknolojia ya panyabuku. Kwa hiyo si adui wa kutengeneza ajira, bali ni chanzo cha kutengeneza ajira pia kuna fursa za research nyingi zinazotokea humo ndani. Uh, tunavyomtumia panya ni kwamba panya anapozaa watoto wale watoto wakiwa na umri wa mwezi mmoja, wanaanza kufundishwa, kwanza kumzoea binadamu; pili, wanaanza kufundishwa kufuata maelekezo; tatu, wanaanza kufundishwa kutafuta kitu. Kwa watibii anafundishwa kutafuta ugonjwa wa makohozi yenye ugonjwa wa kifua kikuu kwa yule anayefundishwa kutafuta mabomu ya ardhini anafundishwa kutafuta zile kemikali zinazotumika kutengeneza milipuko. Baada ya kufuzu hiyo hatua, basi kunakuwa na setup kama unayoona hapa. Tunapokea makohozi kutoka kwenye hospitali, makohozi ambayo kwa kawaida yalikuwa yaende kutupwa baada ya hospitali kupima. Lakini zile hospitali tunazoshirikiana nazo, tunawaomba wayatunze, na yale makohozi yanakuja kukusanywa na watu wetu, kuletwa katika maabara yetu usiku huo yanakuwa processed nakuwa tested na panya. Asubuhi majibu yanarudishwa kwenye hospitali ili hospitali kama ilikuwa imemkosa yule mgonjwa, anapokuja anapewa majibu yetu na tuweze kuwatibu hao tunaowagundua. Mpaka mwaka jana tulikuwa tunafanikiwa kutibu asilimia sabini na tatu ya wagonjwa ambao tunawagundua kwa kutumia panyabuku, lakini baada ya kufanikiwa kujenga maabara jijini Dar es Salaam tumeimprove tunawafikia zaidi ya as, wagonjwa asilimia tisini na mbili ya wagonjwa tunaowapata wanapata matibabu. Lengo tunataka tufikia asilimia tisini na tano ili wote tunaowagundua kwa kutumia panyabuku tuweze kuwa, kuwapa matibabu. Lakini tumeadopti teknolojia nyingine ambayo hii siyo ya kwetu, imegunduliwa huko India, ya kuratibu ufuatiliaji wa matibabu kwa mgonjwa wa kifua kikuu. Unajua, kifua kikuu, kupima ugonjwa ni challenge nyingine, kugundulika kwamba na ugonjwa ni hatua nyingine, kuanza matibabu ni hatua nyingine. Tuchukulie mfano tu matibabu ya ugonjwa wa malaria ambayo ni ya siku tatu, ni nana, naona ni rahisi kufuata dozi ya siku tatu. Sasa kama ni ngumu kufuata tu dozi ya siku tatu, vile unavyoelekezwa na madaktari, inakuwaje kwa ugonjwa wa TB ambao ni matibabu yanayoanzia miezi sita kwa TB ya kawaida au zaidi ya mwaka kwa ile TB ambayo ni drug resistant kwao, lazima kuwe na mekanizmu ya kuhakikisha kwamba mgonjwa wa TB anapogundulika kwamba ana TB anafuata matibabu kadri anavyoelekezwa kwa mfano na Mpango wa Taifa wa Kutokomeza Kifua Kikuu na Ukoma. Kuna tunaita teknolojia e compliance. E compliance ina kijimashine kama tablet na fingerprint reader ambayo ukigundulika kwamba u na kifua kikuu kwenye mradi wetu unachukuliwa alama za vidole alafu kila unapokunywa dawa unaweka ile alama ya kidole ambayo inamwonyesha mratibu wa kifua kikuu kwamba umekunywa dawa. Hii itaondoa ule uongo, uongo wa kwamba labda mtu amekunywa dawa kumbe ameruka dozi ambayo inaweza kusababisha drug resistance kwenye TB au watu kuto kupona, pamoja na kwamba kuna jitihada kubwa zimetumika kuwatambua kwamba wana ugonjwa wa kifua kikuu hawa panyabuku wanapatikana katika zaidi ya nchi 34 barani ya Afrika, nchi zote zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Hawa panyabuku wanapatikana, wana tabia ambayo wanaishi polini, pia wanaishi karibu na makazi ya binadamu. Amechaguliwa hasa kwa tabia yake ya upole na ile kwamba hamwogopi sana binadamu kama ilivyo kwa yule panya wa ndani ambaye kila kikuona nakimbia, mnapigiana timing, muda ambao umelala, yeye ndo anakuwa active, lakini panyabuku hana huo uoga kwa hiyo ni rahisi kumfundisha, pia anaweza kaishi miaka mingi zaidi, na uzoefu umeonyesha kwamba baada ya kufundishwa anakaa mpaka miaka nane. Sasa kwa ile faida ya kukupimia wagonjwa mpaka mia na hamsini kwa dakika ishirini kwa miaka nane ni faida kubwa sana. Sisi kama chuo kikuu tumepata faida kubwa, kwanza, kuna fursa za ajira zimejitokeza. Nimesema kuna karibia vijana themanini wamepata ajira, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ajira na kwa kawaida kwa kila mwajiriwa mmoja, kwa familia zetu za Kiafrika, na hisi kama kuna watu kama kumi au ishirini wanaomtegemea, kwa hiyo hizo ni fursa. Kwa hiyo sisi, utafiti unapokuwa na huku, kuna ajira zinaongezeka, zina, zina, zina. Pia imetupa fursa ya kutambulika kimataifa. Hii teknolojia iko ni Tanzania tu, chuo kikuu cha Sokoine. Ukisikia panya wako Kambodia, wamesoma SUA. Ukisikia panya wako huko Angola au Zimbabwe wako kwenye mradi wa popo ulioko Chuo Kikuu cha Sokoine. Kao kuna fursa pia hii ya kutambulika na pia inatupa nafasi ya kufanya vile vitu ambavyo binadamu alikuwa anafikiri kwamba haviwezekaniki vinatufanya humu, humu. Pamoja na kwamba tunaendelea na hizi tafiti, kuna tafiti zingine ziko ndani ya tafiti hizi za panya wanaotambua kifua kikuu mabomu, na sasa tuna utafiti mwingine ambao tunawatumia panya hawa, tunataka tuangalie kama wanaweza katusaidia kunusa magamba ya kakakuona. Kakakuona ni mnyama ambaye anatafutwa kwa kasi ile ile anayotafutwa faru, ila maskini mnyama huyu hatuoni jinsi na athari anazozipata kwa sababu ya upole wake na mazingira anayoishi, si rahisi kujua kama ameathirika kama vile ambavyo ni rahisi kujua kwamba faru ameuawa, lakini wanawindwa kwa kasi kubwa sana na kuna hatari kubwa kwamba wanyama watatoweka kwao. Tunamfundisha tunamfundisha upanya tusaidie pengine watakuwa deployed huku mabandarini na kwenye point zote zile ambazo zinaweza ikatumika kutoroshea nyara kama hizo. Hizo ni fursa ambazo tunafikiri ni fursa za kipekee kwa Tanzania, kwamba tunafanya tafiti ambazo zina faida, sio tafiti za kukaa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye makablasha au kwenye mashelfu. Mpaka sasa hawa panya wamegundua, tumesema wagonjwa zaidi ya elfu kumi ambao hospitali hazikuweza kuwatambua. Hii naona kwamba ni faida kubwa sana kwetu ambao tuna tunaona tuna, tuna ni fahari kubwa sana. Hatutozi senti tano, wafadhili wetu wakubwa wanatoa misaada kwa tunasema humanitarian basis, not for profit. Magonjwa yote yale ambayo ni ya milipuko, magonjwa ya kuambukiza, kwa kawaida matibabu yake ni bure. Tuchukulie kwa mfano kama serikali ingeamua kutoza eh, gharama zozote kwa mgonjwa wa kipindupindu nani angeweza kuafodi? Kwa hiyo hizi ni gharama zinazobebwa na serikali kwao, tunasema matibabu upimaji wa kifua kikuu ni bure, lakini serikali ndiyo inayogharamia vyote hivyo kwao. Kwa sisi kuja na teknolojia hii ambayo inapima kwa haraka zaidi na kwa ufasaha zaidi, ufas, um, ufanisi zaidi tunaona kwamba tunaokoa mabilioni ya pesa ambazo serikali ingeweza kuzitumia kutibu wagonjwa wa kifua kikuu ambao wangeambukizwa na hawa ambao walishindwa kutambulika mahospitalini kwamba na ugonjwa wa kifua kikuu. Huyu panya anapoenda suspect Adam... huyu panya anapokuwa anaonyesha kama hivi, anasuguasugua suspect hiyo sehemu, anaashiria kwamba kunaao vimelea wa TB, na wakati mwingine huyu anayekuwa namfundisha, yes, anapokuwa na click kama hivi inaonyesha kwamba hiyo ni positive, na inafahamika kutoka kule maabara kwamba ni positive. Inatumika kama reward ya kumotivate panya aendelee kufanya kazi kwa juhudi zaidi. Hizi sample zi, zimewekwa kwenye baa kwa makusudi kwamba, na kila baa hapa zipo moja mpaka kumi. Hizi baa suspect hizi baa zimekonteini hivyo viriba vya kuwekea makohozi ya watu. Kwa hiyo tunakuwa tunaweka baa ya kwanza ya pili, yaani kuna A, B, C mpaka E, na, na hawa wote ni wagonjwa, na kila ba ina konteini uh, wagonjwa kumi. Kwa hiyo kumi mara 5 utakuta unapata wagonjwa hamsini.